Katika mkutano wake wa kampeni aliofanya viwanja vya Fisi, almashauri ya mji wa Masasi mkoani Mtwara, mgombea urais wa chama cha wananchi CUF, Gombo Samandito Gombo, amesema hayo akidai kuwa rasilimali zilizopo nchini zinatosha kuwapatia huduma za uhakika wananchi. Mimi mkinipa urais mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja, kikokotoo nitakipiga teke dakika hiyo hiyo, kiondoke kabisa. Mmekuwa na shida ya maji, wakati Tanzania tumejaliwa kuwa na maji ya Mungu mengi tu. Shida hiyo hamtaiona chini cha, chini ya serikali ya Gombo Samandito, tutayaleta maji mpaka nyumbani kwako. Ndugu zangu, umeme hamtalipia umeme, utakukuta nyumbani kwako bila kuuomba. Mambo nitakayoyamaliza kwa matamko ni pamoja na la elimu. Elimu itakuwa bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu na hakutakuwa na mkopo wa elimu. Hata hivyo akusita kuhimiza wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29, mwaka huu. Msisuse kwenda kwenye uchaguzi sasa, msikubali hiyo trick. Nendeni mkapige kura zenu zote kwa chama cha CUF ili kiongoze. Msikubali siku hiyo, nawaombea kwa Mungu muweze kwenda kupiga kura za ndio kwa chama cha CUF wa CUF hawabunge wa CUF na madiwani wa CUF ili mambo yenu yaweze kwenda vizuri sana. Baadhi ndivyo ilivyoishia mkutano wa kampeni wa mgombea urais wa Chama cha Wananchi, CUF. Hapo kesho mgombea urais wa Chama cha Wananchi, CUF anatarajia kufanya mkutano wake wa kampeni wa mwisho ndani ya mkoa huu katika wilaya ya Nanyumbu. Kutoka wilayani Masasi, mimi naitwa John Kasembe, Azam News.